Naam, hargani mwana familia wa Mwaki Sports Club, sana katika zile updates za kimichezo ambazo tunaziweka hapa kila siku. Nakukumbusha, mbaro hujiungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili iende sawa tuende vyema kabisa. Kuungana na familia hii kwa ajili ya kupata zile updates kali za kimichezo kila siku. Kubwa zaidi ni taarifa ya kocha wa Young African Sports Club Romain Folz ambaye siku ya jana bwana alikumbana na kesanga kule uwanja wa Sokoine jijini Mbeya baada ya timu yake ya Young Africans kulazimishwa sare ya bila kufungana dhidi ya Prisons ya kule Mbeya. Sasa kitendo hiko kilofanya uh, mashabiki wa Young Africans kuanza kuimba hatumtaki kocha hatumtaki kocha. Ni kitendo ambacho kilioneshwa na takribani wafuasi wote au mashabiki wote ambao walihudhuria mchezo huo kwa upande wa Dar es Salaam Africans SC. Ni kitendo ambacho kilifanya sasa hata viongozi wa Yanga watilie maanani na watilie mkazo kile ambacho mashabiki wao wameweza kukisema. Sasa, baada ya mechi hiyo, tuliona pia afisa habari wa klabu ya soka ya Yanga Ali Shabani Kamwe aliweza kuzungumzia Uh, kupokea kwa taarifa ama kupokea kwa kauli za mashabiki hao kwamba hawamtaki kocha huyo, na amesema kila kitu kitakuwa chini ya uongozi, ambapo kama kutakuwa na ulazima wa mabadiliko basi yatafanyika, lakini pia kwa namna yoyote au kwa jambo lolote ambalo linataka marekebisho uongozi utakuja kufafanua uh, na kutoa maamuzi baada ya kukaa pamoja na kuangalia Faida ama hasara ya kile ambacho wanataka wakiamua. Sasa baada ya mazungumzo hayo, tunapenyezwa taarifa rasmi sasa ambazo very soon watakuja kuzitoa katika um, mbele za umma ama kupitia taarifa rasmi katika mitandao ya kijamii, ni kwamba kocha Romain Folz tayari amefikia tamati na klabu hiyo ya soka ya Yanga baada ya mwendelezo wa kutokuwa na um, uchezaji mzuri wa kikosi cha Yanga licha ya kupata matokeo uh, kwa mechi nne mfululizo. Lakini uh, matokeo hayo pia mashabiki wa Yanga walikuwa wakilalamika kwamba matokeo yanapatikana lakini katika hali ngumu, katika hali ambayo inaonyesha timu haichezi vile ambavyo inatakiwa icheze. Kwa hiyo uh, ni kilio cha muda mrefu na viongozi wa Young Africans rasmi sasa wamehitimisha na kutaka kumtafuta kocha mpya. Kwa hiyo hivi sasa inasemekana tayari wa kuzungumza na mmoja kati ya kocha ambao amekuwa na wakati mzuri sana katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kipindi cha nyuma, na sasa inasemekana atarejea tena. Ni nani huyo? Basi, endelea kuwa nasi katika kuhakikisha kwamba unapata zile taarifa zote za kimichezo. Romain Folz amefikia tamati na sasa Young Africans wanamvuta kwa chama kingine. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Tafadhali kwenye comment section usahau subscribe like na kushare.